Cheki side nyingine. Hakuna. Unaweza kufia hapa vibaya sana. Cheki. Angalia. Kazi safi. Kazi safi, safi ya Kenya. I love this, I love love this this shit. Let us keep the spirit. Keep the the the spirit. spirit. Maumbu ya nini? Get a life and have some fair mind. What the fuck fuck is wrong with you, man? Unang'oaje reli za nini? Unang'oaje reli za za barabara? Fuck you.